Yes, mambo vipi mwana sawasawa digital, hope uko poa kabisa, lakini pia kila kitu kinakuwa kimekaa mwake mwake na uko hapa kuweza kutufuatia kwa sababu kukupatia updates nyingi zaidi e, kutokea Tanzania lakini pia nje ya mipaka e, ya Tanzania. Sasa leo tuna e, panda pipa pia tunaenda mpaka kule nchini Japan. Moja kati ya mawaziri ambao wanapatikana katika serikali ya Japan pia ameweza kujiuzuru, na huyu ni waziri wa kilimo e, kutokea katika e, nchi ya Japan. Afahamika kwa jina la Taku Eto ambaye pia ameweza kujiuzuru hivi karibuni na hii ni kutokana mara baada ya kauli yake tata kuhusu ya bwana mchele, masuala ya mpunga, masuala ya wali katika hafla ya kuweza kuchangisha fedha. Sasa Eto alieleza kuwa kwamba hajawahi kununua mchele kwani hupokea bure kabisa kutoka kwa wafuasi wake kauli hii ilizua hasira kubwa miongoni mwa e, umma hasa e, watu wa, wakati ambao walikuwa walikuwa wanamsikiliza, ambapo pia bei ya mchele imepanda kwa kiasi kikubwa na wananchi wanakabiliwa na ugumu bwana wa maisha. Sasa kauli ile ambayo alizungumza bwana waziri huyu akusema kwamba yeye anapata mchele bure kutoka kwa wasaidizi wake ni moja kati ya kauli ambazo pia ziliweza kuibua eh, maneno mengi sana hasa katika eh, wananchi. Kumbe kuona sisi tunapata shida, lakini pia bidhaa ya mchele kwa kule Japani imeonekana ikiwa ina bei gari zaidi, halafu wewe waziri unakuja mbele yetu na tuambia eti eh, mchele wewe unapokea bule. Sasa kauli hiyo pia ambayo pia ilionekana ni kama dharau kwa wananchi, ambao pia wanakuwa wanateseka na gharama kubwa za chakula, lakini pia na iliweza kuchangia kushuka kwa umaarufu wa waziri mkuu bwana Shigeru Ishiba ambaye tayari anakabiliwa na uchunguzi mkuu wa baraza la juu kabisa mwezi Julai ambao utaweza kufanyika uchunguzi huo dhidi yake. Sasa kuweza kufuatia shinikizo hilo e, kutoka kwa vyama vya upinzani na hasira ya umma, Eto aliweza kujiuzuru rasmi tarehe 21 Mei mwaka 2025. So juzi tu hapa ameweza kujiuzuru mara baada ya kuona maneno yamekuwa ni mengi, lakini pia vyama vya upinzani pia vimeweza e, kumjia juu. Unajua, katika nchi bwana, kama kuna kwa kuna chama tawala lolote litaweza likatokea likajulikana, basi ndio huwa wanachukulia chansi ya kuweza kuweza kuchafua zaidi au kuweza kuongea vitu vingi, na ndipo ambacho aweza kutokea chama chama eh, eh, cha upinzani kutokea huko nchini Japan pia kikaweza kuingilia kati ili swala kwamba kumbe waziri, halafu unakuwa unasema unapewa mchele bure, wakati vyakula vinakuwa ni vya bei ghali na yeye mwenyewe anakuwa anajua. Sasa mara baada ya kuweza kujiuzulu Eto lakini pia kuna mchikaji ambaye ameweza kuchukua nafasi yake, ambayo nafasi yake imeweza kuchukuliwa na Shinjiro e, Koizumi. Ni mmoja kati ya mawaziri pia ambao pia ameweza kupatikana kutokea huko nchini Japan na kuweza kukaimu nafasi yake, sasa waziri wa mazingira na mwana wa waziri mkuu wa zamani e, Koizumi pia ameahidi kwamba kushughulikia haraka tatizo la upatikanaji wa mchele, lakini pia kuweza kushusha bei na kuondoa mfumo wa mnada na usambazaji na kuweza kuanzisha mika, e, mkataba mmoja e, kwa moja bana ili kuweza kuharakisha usambazaji wa mchele kutoka kwenye hifadhi e za dharura. Sasa bana waziri huyo mara baada ya kuweza kuingia katika kitengo hicho ameweza ame, kusema kwamba atalipambania hili na kuliweka sawa na kila kitu kiweze kukaa sawa kabisa. Taarifa zinaendelea kwa kusema kuwa kwa sasa serikali ya Japan pia inapambana na changamoto ya uhaba wa mchele ambao pia uliweza kusababishwa na mavuno duni, ongezeko la mahitaji kutokana na utalii lakini pia na ongezeko la bei ya chakula vyakula duniani. Serikali pia imeweza kuahidi kutoa e bana e tani laki moja za mchele kutoka kwenye hifadhi e kila mwezi hadi e itakapofika Julai, ili kuweza kusaidia na lakini pia kuweza kupunguza bei na kuhakikisha upatikanaji wa mchele kwa wananchi unakuwa ni mwepesi, lakini pia ni zaidi na zaidi, kwamba inakuwa ni rahisi na kuweza kuwasababisha kwamba wananchi kutokea kule katika nchi ya Japani waweze kupata mchele kwa kitonga. Sasa kauli kama hizi a zinakuwa, zinakuwa zinakera imagine, eh, kuna kiongozi ambaye anakuwa anaongoza labda eh, na wizara fulani alafu mwisho wa siku anakuja kuwa anafanya mambo ambayo yanakuwa hayaeleweki, mambo ambayo yanakuwa yanaumiza baadhi ya watu katika nchi, na ndio maana imepelekea mpaka Eto mwenyewe kuweza eh, kujiuzuru mara baada ya wananchi kumjia juu, lakini pia vyama pinzani kuweza kumjia juu zaidi, kwa sababu anakwambia kabisa, yani kiraisi kabisa, kwamba yeye mchele anapata bure kuto kwa kwa, kwa wasaidizi wake alafu pia kati inasemekana lakini pia ina, ina, inaonekana kabisa kwamba katika nchi ya Japani kumekuwa kuna uhaba wa chakula hicho aina ya mchele, alafu na kuna vimba mbele za watu na nakuwa haijakaa sawa. Lakini pia sisi kama sawa sawa digito tunaweza kupa updates, lakini pia more information kuhusiana na eh, taarifa hiyo, kwa sababu vitu vingi vinakuwa vinaendelea. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu ili wa kwanza kuweza kujipatia taarifa hizi mara baada ya sisi tu tunaweza weza kukupandishia kwenye Instagram, Facebook onye X natumia kama zilladi kabisa. Unaweza ukanifollow ukasubscribe channel yetu, lakini pia ukawametisha kinoma kinomanoma chao.